operesheni hiyo ambayo imelenga kuzuia ajali kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka ilianza desemba moja mwaka huu na kufanikisha kuwakamata madereva wa magari matano waliokamatwa ni George Geoffrey mng'ong'o mwenye umri wa miaka 29 huyu ni dereva mkazi wa arusha ambaye alikuwa akiendesha gari namba t933 EPL aina ya Toyota land kruza ambules ambapo alikuwa na abiria wanane Paul Meshak Zakaria miaka 37, dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye amekamatwa anaendesha gari namba T 927 EPL aina ya Toyota Land Cruiser, lenyewe ni ambulensi akiwa na abiria tisa. Wengine ni Victor Pastori Baroho na miaka 30, dereva mkazi wa Dar es Salaam, akiendesha gari ya wagonjwa namba T 943 EPL aina ya Toyota Land Cruiser, lenyewe ni ambulensi, yeye alikuwa na abiria tisa. Good Living Emmanuel Sawe miaka 37 dereva mkazi wa Dar es Salaam, yeye uh, alibeba abiria 12 kwenye gari la wagonjwa namba hii na namba za Uganda UA 055 BP aina ya Toyota Hiace lenye ambulance. Na John Matthew Masae, yeye huyu ana umri wa miaka 26 ni dereva uh, mkazi wa Mbezi Dar es Salaam, yeye alibeba abiria watano kwenye gari la wagonjwa namba T 988 hii Piero Toyota Land Cruiser. Kwa hiyo hayo yalikuwa ni matumizi mabaya ya hilo gari, na alikuwa akitumia ving'ora kuashiria kama wana wagonjwa, lakini aliposhtukiwa kutoa wana abiria, wamechukua hizo hatua wa za kukamata.